Jinsi ya kuweza kupata matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba ni kama inavyoonekana katika video hii. Hatua ya kwanza, anaenda katika Google andika NECTA alafu baada ya kufungua website ya NECTA utaifungua namna hii, na moja kwa moja utashuka chini kidogo mpaka sehemu hii ya event au news. Hapo wataweza kuona matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Utagusa matokeo haya kama jinsi unavyoona, na hapa itafunguka mikoa yote. Kwa hiyo hakikisha unachagua mkoa ambao unataka kuangalia matokeo yake, labda ni mkoa wa Pwani utafungua namna hii na, na baada ya kufungua mkoa wa Pwani utaweza kuona wilaya zote za mkoa huu. Ni mkoa wa Morogoro utafungua, utaweza kuona wilaya zote, utachagua wilaya ambayo unataka kuangalia matokeo yake, labda ni Malinyi, utaweza kufungua namna hii na hapo utachagua jina la shule ambao unataka kuangalia matokeo yake. Kama ni hii Kauzeni, basi utaweza kuona matokeo yake namna hii kama jinsi yanavyoonekana. Na hakikisha umefollow page hii kwa update zaidi, usahau pia kulike na kushare. Pia weka komenti yako chini hapa jina la shule ambao unataka kuona matokeo yake, na nitakutumia matokeo yako. Lakini pia hakikisha unajiunga na group letu la WhatsApp ili kuweza kupata matokeo haya. Linki ya kujiunga na group nimekuwekea katika description ya video hii. Asante na karibu.